Unatembea na system, unatembea na system inayofanya kazi, utembee na system zote hata kama ziko proper. yeah. kwa mfano, kwa mfano, kuna njia tano za kupata wateja, kupata wateja tano tu. ya kwanza inaitwa inaitwa door to door. kwa mfano una mzigo, unaingia sokoni unauliza nani ana nani ana nani, unauliza nani ananua mzigo huu mimi nauza. kwa ukishatengeneza naye mahusiano, unakuwa unampelekea mzigo, sometimes hata uende mzigo, mzigo tu unapeleka pale mzigo ila inaingia. Ya pili ni cold ni cold calls, kupiga simu. it means you make uh, you make a list of potential people you, you call them uh, unawapia mimi na huduma na product unawapelekea. Ya tatu inaitwa ni messaging, kuna email, kuna whatsapp ama normal calls uh, kama kwenye corporate area na makampuni unatuma email kwenye upande wa kawaida

Hata ukimtumia mtu mwingine, utaambiwa nini? Ukitafuta email yake ukamtumia email haifungui. Haifikii email. Yeah, kwa kuna namna ya kufanya kazi na watu ambao ni corporate. Lakini kuna watu wengine ambao hata email yake hakumbuki password, hakumbuki hata mara ya mwisho email yake imefunguliwa, ni mabugs tu yamejaa pale, matangazo, sijui ya nini. Sasa hao unawatumia WhatsApp. Alafu ya nne, hiyo tu iruke yenyewe, inaitwa old school. Alafu ya tano ndo social media. So you choose one work with itakayo fanya kazi kuna kufanya nayo. Alafu unachagua ya pili, inakuwa ni kama kama kisaidi chick. Unakuwa na main chick, alafu unakuwa na kisaidi chick cha tatu. Kwa hiyo sio lazima ufanye social media. Akwambia mtu, anakwambia tu, utaka hela social media, that person uh, anafamu mzuri lakini, iko very limited. Kwamba hela lazima upate kwenye social media. No. Yeah, yani ni kweli iliko vizuri social media unapata hela lakini, you are too limited kuna watu wengine kama unafanya kazi na watu wa corporate you can find them.